Inuru au giza litatanda Oktoba 29. Dunia ni sehemu yenye utata mkubwa: akili, ujinga, kujituma, uvivu na maneno mengi yanayosemwa kuwakilisha hisia za binadamu, na utashi pekee ndiyo kinachomtofautisha binadamu na wanyama wengine. Tanzania ni moja kati ya nchi 195 zilizopo duniani kote na ni moja kati ya nchi 54 zilizopo Afrika. Pia ni mwanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki inayoundwa na nchi nane. Ina jumla ya eneo linalokadiliwa kuwa meta za mraba 947,303. Nchi ya Tanzania ina mikoa 31 inayokaliwa na wakazi milioni 68.56 kwa takwimu za mwaka 2024. Na kuna takwimu kwa mujibu wa Worldometer inakadiria wananchi kufikia milioni 71.2 kwa mwaka huu 2025. Kama nchi nyingine duniani, dhana ya demokrasia ni taa inayomulika, taa inayoshikwa na mabepari wakidai haki na usawa na uhuru wa kujieleza. Tuache kasumba ya utumwa na kutawaliwa kimawazo. Twende kwenye jambo letu la Oktoba. Ni utaratibu, kila baada ya miaka mitano kikatiba uchaguzi hufanyika. Kalamu na dole gumba huamua mustakabali wa nchi yetu pendwa, nchi yenye madini, misitu maziwa, fukwe za bahari, bandari na rasilimali nyingine nyingi. Mimi si muhenga, lakini nasaha yangu ni moja tu. Wanasema kunguru mwoga huishi maisha marefu, lakini utakuwa kinyume kidogo na msemo huu. Maamuzi ya Oktoba yasiwe kwa uoga, bali kwa ujasiri. Mwalimu Nyerere alishawahi kusema, tukimchagua kiongozi itoke ndani ya moyo wako kwamba anaweza kuwatetea wanyonge. Nasaha yangu ya pili, amani ni kubwa zaidi kuliko demokrasia. Hakuna demokrasia kwenye vita na kumwaga damu. Tuliwafukuza wakoloni kwa kila, kwa kila njia za kila namna mpaka kumwaga damu, lakini leo hatuna wakoloni tena. Si rahisi kujua taabu ya njaa kama una chakula, na pia si rahisi kujua utamu wa maji kama una kisima. Oktoba si ya dunia yenye nchi 195 wala si ya Afrika yenye nchi 54 wala si ya Afrika mashariki yenye nchi 8. Oktoba ni ya Tanzania yenye watu wanaokadiriwa kuwa milioni 71.2 kwa takwimu za Worldometer za mwaka 2025. Akili si uwezo wa kusoma na kuandika, kwa mtazamo wangu ni utashi wa kuchambua mambo na kuondoa jeuri kutazama mambo kwa kwa uhalisia na kufanya maamuzi sahihi.